Habari za muda huu, ndugu mfuatiliaji wa channel hii. Leo tena tumekutana katika mambo ya kupeana elimu mbali mbali. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kujilinda na aina ya utapeli unaoitwa phishing scam. Je, phishing scam ni nini? Nitakuelekeza kwa ufupi zaidi, japokuwa video hiyo tayari nishaelekeza, nitakuwekea hapo kwenye comments. Phishing scam ni aina ya utapeli ambao matapeli huwa wanatumia njia ya kutengeneza email feki au wanatengeneza matangazo ambayo ni feki, na matangazo hayo mara nyingi yapo katika mitandao ya kijamii kama Facebook. Tangazo hilo linaweza kukuambia uklik link fulani, kisha ujaze taarifa zako, naweza kukuambia uweke taarifa za kibenki au taarifa zako zingine binafsi binafsi. Vilevile unaweza kukuambia uweke username na password. Kwa ufupi kabisa phishing scam inaelekeza kama hivyo. Twende pamoja leo, tupo na jinsi ya kujilinda na phishing scam. Namba moja, soma email, sms kwa makini na angalia kama email, sms hiyo ni original. Kumbuka matapili hao huwa wanatuma meseji kwa njia ya email. Sasa wakikutumia meseji kwa njia ya email, kumbuka email hiyo inatakiwa uihakiki. Takiuhihakiki sms hiyo au message hiyo kama ni original. Usikliki linki ambayo huielewi kabisa au sms hiyo usisome hata usihangaike nayo kama hujaielewaelewa au sio? Kwa ufupi kabisa, hii ni namba moja. Namba mbili, tazama linki kwa makini na soma maelekezo kwa makini kabla ya kuingia. Huwezi kugusa linki ambayo huielewi. Kwa hiyo natakiwa uitazame linki hiyo kabla ya kuigusa, usiingia kwenye linki ambazo huzielewi. Hebu angalia huo mfano hapo, linki hiyo inaelekeza, si mtu umeshinda kiasi cha fedha. Linki hii ni ya kitapeli na tangazo hili ni la kitapeli. Epuka matangazo kama haya yenye mambo ya ye burebure, yani vitu vya free free. si umeshinda dola elfu moja fanya kitu fulani ili uweze kuipata hiyo hela au umepata MB elfu kumi au GB elfu moja au GB elfu mbili ingiza taarifa zako ili uweze kuchukua taarifa hizo anaweza kukuambia ushare tangazo ile ili, ili watapeliwa wengi mambo hayo ni ya kitapeli hizo ndo aina za phishing scam epuka mambo kama hayo Namba tatu, angalia URL kabla ya kuingia kwenye website usika. Hebu angalia mfano hapo, ukiona linki ina https, hiyo ndo linki sahihi. Linki hii ndu inafaa kuingia au kugusa. Ukiona link ina http link hii haifai, yani anisekua di links. Link hii hutakiwa hata kuigusa, hutakiwa kugusa linki za aina hii, maanake watu wa coding ambao wamesoma coding, alafu wanatumia vibaya elimu zao, huwa wanatapeli watu kwa njia hii. Kwa hiyo mtu anatengeneza labda tangazo, tangazo hilo haliko hali sekuadi kabisa. Sasa Ukiingia kwenye tangazo, naweza kukuambia uingize username na password zako, vilevile naweza kukuambia uweke taarifa za kibenki. Sasa wanaweza wakakuibia kwa njia hiyo, ngoje nitaelekeza hapo mbele tena. Namba nne: ingia kwenye website unazoziamini tu, usiingie kwenye mawebsite ambayo huyaaminiamini. Mfano, unaweza ukaingia Google yaani maanike Google hiyo hiyo unaijua kwenye application ni. Kisha labda unatafuta kitu fulani, alafu ukaingia kwenye website ambayo we huielewi, lakini umeingia tu. Unapoingia kwenye website ambayo haina zile es, maanake unsecured link. Wengine wanatengeneza haina s lakini wanaongeza ili um, watu ambao wanajua na wenyewe waingie. Sasa ukiingia mle kuna ads mengi mara vitangazo vinatoka, umeshinda iPhone 16, mara umeshinda dola mia moja, mara umeshinda Swiss dola elfu mbili. Alafu vile vile kwenye matangazo hayo unaweza kukuta kuna viadzi mbalimbali, yaani vitangazo fulani vinakutamanisha vitu fulani fulani, mapicha ya ovyo ovyo, au wanaweza wakakwambia kama mfano labda umeshinda gari. Haya, una kliki kwenye kibox fulani, unashinda gari hiyo. Haya, unakwambia ingiza taarifa fulani, au share tangazo hili ili uweze kupata gari yako au uweze kupata simu hiyo, na wewe unashea tu, ili kwenye magrupu ya WhatsApp tu share katika magrupu elfu kumi au share katika magrupu kumi share katika magrupu mawili, ili waibia wengi njoo hiyo. Ni kwa sababu ili waibia wengi, ndugu yangu, unaona, na wewe unashea tu. Hamna kitu kirahisi namna hiyo fanya mambo mengine tu, unaona. Kwa hiyo unapigwa hapo, ingiza taarifa zako, alafu utaingiza taarifa zako na hautapata chochote, ndugu yangu. Sasa wanaibaje? Sasa hao wa matapeli wa aina hiyo ambao wanatengeneza linki ambazo za aina za phishing, mtu anai anakuibia kwenye akaunti yako. Mfano, umedeposit hela zako labda benki, umeeka labda milioni moja, anakuibia labda elfu mbili au anakuibia shilingi mia moja, mia moja. Kila siku unaona, leo amekuibia mia kesha amekuibia mia, au leo amekuibia jero mia tano, anamaanisha au kesha tena buku. Hela zinapungua kwa makato ya mwezi, lakini ndugu yangu akaunti zako kwa mambo yako kuliki malinki au kugusagusa malinki ambayo hayaeleweki au kuingia kwenye ma website ambayo hayaeleweki. Epuka website ambazo hazieleweki. Nishakuelekeza tayari hapo linki sahihi na linki ambazo sio sahihi. Tusipoteza sana muda leo, niko naelekeza jinsi ya kujilinda na phishing scam. Lakini nitakuwekea video nyingine hapo chini kwenye comment, linki ambayo ni sahihi ya YouTube ambayo itakuelekeza phishing scam ni nini na imeelekeza kwa upana zaidi. Na kutakia siku njema.